Faiz Ahmed Kidwai, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya India, aliambia shirika la habari la Associated Press kwamba ndege ya Air India AI 171 ilianguka katika eneo la makazi linalofahamika kama Meghani Nagar dakika tano baada ya kupaa. Alisema kuwa abiria 232 na wafanyikazi kumi na mbili walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyokuwa ikielekea uwanja wa ndege wa London Gatwick nchini Uingereza. Ndege hiyo imeanguka katika eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege wa Ahmedabad. Polisi wanasema ilianguka katika makazi ya madaktari, hali ambayo imelemaza shughuli ya uokoaji. Picha zilizosambazwa mitandaoni zinaonyesha moshi ukifukuta kutoka eneo la ajali karibu na uwanja wa ndege wa jiji hilo. Kampuni ya Boeing iliyotengeneza ndege hiyo imesema imefahamishwa kuhusu ripoti ya ajali hiyo na inaendelea kukusanya taarifa zaidi. Kwa miaka sasa kampuni Kampuni ya Boeing imekumbwa na misukosuko baada ya ndege zake kuhusika katika ajali kadhaa duniani, na mamlaka ya safari za anga zilikuwa zimetilia shaka usalama wa ndege hizo.